Katika hotuba yake ambayo ilikuwa ikitangazwa moja kwa moja na vituo vya televisheni na redio vya shirika la utangazaji Zanzibar, ZBC, Dk. Shein amesema kitendo cha kutia saini sheria hiyo hakijavunja katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kama baadhi ya watu wanavyodai. Hii ni sheria ya halali inayokidhi vigezo vya kisheria katika kutungwa kwake, na inatoa wito kwenu, wanakondugu wananchi, kwamba msibabaishwe wala msiumbishwe na maneno yasiyo na msingi yanayotolewa na watu ambao hawataki mema Zanzibar na wenye roho zao zinachoyo. Amewashauri wenye mawazo hayo wakasome vizuri sheria ya mafuta nambari 21 na ya mwaka 2015 iliyopitishwa na bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo imeweka msingi imara wa kisheria na kutambua kuwa rasilimali ya mafuta na gesi asilia ni miongoni mwa mambo yaliyoorodheshwa kwenye katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo yanayohitaji usimamizi bora na imara wa kisheria. Dk. Shein amefafanua kuwa sheria hiyo imeainisha mambo makuu matatu ambayo ni kwanza, kuwa shughuli zote za mafuta na gesi asilia kwa upande wa Tanzania bara zitasimamiwa na taasisi zilizoanzishwa ndani ya sheria nambari 21 ya mwaka 2015. Sheria hiyo inatamka pia shughuli zote za mafuta na gesi asilia kwa upande wa Tanzania Zanzibar zitafanywa na taasisi zitakazoanzishwa kwa mujibu wa sheria za Tanzania Zanzibar. Kuhusu mapato yatokanayo na shughuli hizo za mafuta na gesi asilia, Dk. Shein ameeleza kuwa sheria hiyo inatamka kuwa kwa upande wa Tanzania bara mapato yatatumiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa faida ya Tanzania bara, wakati kwa upande wa Tanzania Zanzibar mapato hayo yatatumiwa na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa faida ya Zanzibar. Mapato yatokanayo na shughuli za mafuta na gesi asilia kwa upande wa Tanzania bara yatatumiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa faida ya Tanzania bara na mapato yatokanayo na shughuli za mafuta na gesi asilia kwa upande wa Zanzibar yatatumiwa na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa faida ya Zanzibar. Zanzibar tasheni ameeleza kwa kirefu mchakato mzima wa kupitishwa sheria nambari 21 ya mwaka 2015 na kusisitiza kuwa mamlaka zote husika zilishirikishwa kikamilifu, ikiwemo mashauriano kati ya viongozi wakuu, vikao vya baraza la mawaziri, baraza la mapinduzi, wanasheria wakuu wa Zanzibar na Tanzania bara. Amewakumbusha wananchi na waandishi wa habari kuwa sheria hiyo ya utafutaji mafuta na gesi asilia ya Zanzibar ni matokeo ya kupitishwa kwa sheria nambari 21 ya mwaka 2015 ambayo iliipa Zanzibar uwezo wa kutunga sheria zake kusimamia rasilimali hiyo. Dk. Shein amebainisha kuwa baada ya kupitishwa sheria hiyo, Zanzibar ilianza matayarisho ya kutunga sera ya mafuta na gesi pamoja na sheria ya utafutaji wa mafuta na gesi kwa kushirikisha wataalamu wake. Hadi kufikia hatua iliyopo sasa. Hafla hiyo iliyofanyika Ikulu mjini Zanzibar ilihudhuriwa na viongozi mbalimbali mbali wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakiwemo mawaziri, wanasheria wakuu na makatibu wakuu. Wengine ni Waziri wa Nishati na Madini wa Tanzania, Profesa Sospita Muhongo; Mwanasheria Mkuu wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, George Masaju na ujumbe kutoka shirika la maendeleo ya petroli TPDC. Nikiripoti kutoka Ikulu mjini Zanzibar ambapo kumefanyika tukio hili la kihistoria. Ni mimi Omar Ahmed Mcheju.